Please be reminded kwamba vitu vya kufanyia maisha ambavyo kweli ndio unavihitaji haviko nje yako. Mungu ameviweka ndani yako. We live from inside out. Mungu ame design maisha ya kiumbe kipya yategemee vitu alivyoweka ndani yake, sio vitu vilivyo nje. Wewe kama mwana wa Mungu, namna Mungu alivyo design vitu unavyovihitaji kwa ajili ya kufanyia maisha, sio vitu vilivyo nje, ni vitu vilivyo ndani yako. Tunakuwa caught up kuangalia nini hatuna, kwa maana ya vitu vya nje, tunasahau nini tunacho, kwa maana ya vitu vya kiroho ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Na hivi ndio mtaji hasa ambao ukijifunza kuutumia unaweza kupata vya nje unavyovihitaji. God has designed it in a way kwamba unatumia ulichonacho katika roho ili kupata usichonacho katika mwili. Usiwe caught up kutafuta vitu vya nje usivyokuwa navyo, ukasahau nini unacho ndani yako. Tumia wekezo la Mungu ndani ya roho yako kupata usivyokuwa navyo kwa nje. Mtu aliyeokoka ana nini ndani yake? You you must never forget what you carry in your inside. Hamna mtu ambaye ameokoka ambaye amezaliwa mara ya pili ambaye Mungu hajawekeza utajiri wa vitu vya kiroho vya thamani ndani yake. Kama imani ndogo kama punje ya ardali inaweza kuhamisha mlima, imani uliyonayo inaweza ikafanya nini kwenye maisha yako, ukijifunza namna ya kuitumia? So kinachohitajika ni kufanya nini? Ni ku develop hiyo imani. Moja ya vitu tulivyonavyo, Mungu ameweka wa Roho wake ndani yetu. Isn't that something? Think about it. Anasema tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo. Hazina ni Roho Mtakatifu, vyombo vya udongo ni mili yetu. Ndani huku kwenye roho zetu roho wa Mungu amekuja amefanya maskani, but see the reason why hauna matokeo ya hivi vitu ni kwa sababu unaishika na kwamba, hauna haujajifunza kuvitumia.